Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu vijana beach Boys! Chama cha Mapinduzi leo mkoa wa kaskazini Pemba kimepokea wageni kutoka eh, mkoa wa Tanga. Lengo kubwa ni kuja kumwombea kura Mama Samia Suluhu Hassan na Dkt. Hussein Ali Kiongozi wa kundi hili kwanza awasalimie vijana beach boys hapa Zimawimbi, na yeye msikie sauti yake, huku naye kumwombea kura dr Samia Suluhu Hassan, kiongozi wa vijana kutoka Tanga, tafadhali ulipo popote, ujata a vijana hawa kwa hapa

Yaani mwapiga mwingi sana. Yaani kwanza nimeona hapa watu wanakatika singeli mimi na mama mmoja au sio? Sasa wakati tunakula burudani hizi lazima tukumbuke mwanangu si unajua tena? Yaani hizi amali za kupiga muziki DJ nini mambo nini si unaelewa? Kwa sababu wana wenyewe wako pale juu wanatufanyia vitu vizuri si ndio? Uchetu na amani fresh. Napata msosi fresh. Tuko hapa mabitch boys na watu wengine ambao tumekuja kula bata, unaona bwana eh, tuhakikishe Oktoba 29 9. Yani mwanangu, hakuna jambo jinizaje. Oktoba

Asante sana, sana, sana kiongozi. Makofi kwake. Lakini pia tunaye katibu umoja wa, wa wazazi mkoa huu wa Kaskazini Pemba. Hapa popote pale ulipo, naomba njoo uzungumze kitu hapa huku. Katibu umoja wa vijana itaarishe, katibu wa wazazi. Nani kwa ndani katibu w moja wa vijana, tafadhali salimie vijana enekit haya mwenyekiti wa moja vinyana, mwenye kiti. Mwenye kiti Aya, mwenye kiti wa vijana vijana wote mkoa huu wa hu Kaskazini Pemba, huyu ndio mwenyekiti wao, ikiwa mwenyekiti kijana wa waact ukijana wa kafu ukijana wa Chadema ukijana huna chama. Huyu ndiye mwenyekiti wenu umoja wa vijana mkoa. Mwenyekiti karibu, mambo vipi? sanaao bilabibiliukinaizingatia kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wageni wetu kutoka Tanga, lakini ndugu zangu vijana mkoa wa Kaskazini Pemba, bichiboi wale waliokuja kuenjoy kama sisi, mambo vipi? Sisi tulokuja hapa ni viongozi wa chama cha mapinduzi. Kama tunavyojua chama nchi yetu iko katika uchaguzi, kipindi hiki cha uchaguzi, na kila chama cha kisiasa kimeingia katika mchakato wa kutafuta kura za wagombea wake. Mimi sitaki kusema mengi, ndugu zangu vijana. Sisi vijana tunahitaji kuwa na future. Bila sasa, future bila sesi, hatuwezi kuipata popote, isipokuwa lazima tusimamishe viongozi wa chama cha chama cha chama cha. Ndugu zangu niwaambie, hakuna kiongozi mwingine wowote atakuja kuwakusanya mfurahi hivi, hamtakuja kuenjoy vyovyote mnavyohisi, hamtafanya shughuli zenu vizuri kama mnavyofanya sasa, kama si kiongozi wa chama cha Mapinduzi. Nataka niwaase ndugu zangu, hususan vijana. Ndugu zangu, tunaenda katika uchaguzi, uchaguzi huu utapita Oktoba 29. Baada ya uchaguzi, kutakuwa na maisha bichi boy, tutataka kufanya shughuli zetu, wavuvi watataka kufanya shughuli zao, na watu wengine watataka kufanya shughuli zao. Wako wanasiasa ambao wanaekti siasa, sio wanasiasa. Wako watu wanaekti siasa, watataka kututumia vijana katika kuharibu amani ya taifa letu. Niwaombe sana vijana wenzangu ili hizi shughuli ziendelee ili haya mambo mengine yafanyike vizuri, lazima nchi yetu iwe na amani. Kwa hiyo tuwakatae viongozi wanaotuhamasisha kufanya fujo. Ikifika Oktoba 29, wewe nenda kaangalie penye jundo, penye jembe na nyundo, weka tiki yako halafu waambie fyucha bila kidumu, hey! Chama Cha Mapinduzi, burudani mpaka asubuhi hapa jana, hey! Niwambie nisiwambie? Unajua, sekretarieti ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Kaskazini Pemba eh ina vijana wote, lakini yupo dada yetu pale, dada ambaye ana wanawake wote ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba. Kwa hiyo naomba tumwite aje awasalimie, lakini kwa pamoja sote atakachotuambie hapo najua kila mmoja ana mtoto pembeni, wongo? Kwa hiyo wewe una mtoto pembeni basi, maneno utamwambia dada yetu. Basi at, ana maneno atayazungumza hapa, tuyachukue twende tukayafanye. Karibu sana, katibu wa UWT mkoa katika Pemba. Umia, ni sisi wa mama na watoto. Mimi naomba usitumiwe vibaya, sikilizeni maneno, lakini maneno zaidi yasikilizeni Chama cha Mapinduzi. Sisi tunapenda amani, tunapenda marais wetu waendelee kukaa mitano tena. Mimi ninacho wanasihi sana, tarehe ishirini na nane tunapiga kura ya awali. Naomba mtulie nyumbani mkae na wamama kama sisi patafuteni chakula tupike tule, fika tarehe ishirini na tisa, tuna tunaenda mama Samia, tuna, tuna tiki dokta Mwinyi tunatiki wabunge tunatiki tuna wawakilishi na tuna madiwani tunatiki, tunarudi tuna tuna nyumbani, tunasubiri tuna... matokeo tunasubiri tuna... tuna tuna... rais wetu watangazwe, tutaenda Unguja kwenda kuwapisha na kuinjeo au Pemba sevigombani kowarawela hamjaiona mimi nawaasa sana jamani, tena nawaasa amani. Ikichafuka, hawa baba wote wataondoka jamani, sisi wanawake na watoto tunabakia. Mnaona wenzetu wanaishi kwa matatizo sana, ni mna simu kubwa. Mnaona wenzetu Gaza Sudani Kenya, watu wanafanya ibada silaha zibo mkononi jamani, tusifikie hatua hiyo. Mmenisikia wanangu? Yeah, leo hapa tutacheza mpaka asubuhi. E m ilete mambo yenyewe.